Naomba ni pite walikopita viongozi wengine kuambia kwamba Nshambya mnayo kazi ya kufanya baada ya kazi ile ya awali kukamilika, mnayo kazi ya kuhakikisha mnatuletea kijana mwenzetu kijana wawote, Mheshimiwa Gypson, Mheshimiwa Gypson, mnamwita jia raji, mpigie ni makofi ya kutosha ili aje hii ya Nshambya na mengine kama mlivyosema ninyi sisi kazi yetu ni kuyabariki na kuyaombea. Ndugu, ndugu wana Nshambya, nilikuwa nasoma hapa ndugu yetu Gypson ametekeleza miradi takribani hamsini. Nimesoma hapa kwenye kipeperushi ndani ya miaka yake mitano aliyoimaliza kwa kushirikiana na viongozi wengine akiwemo mbunge na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na bahati nzuri mbunge aliyemaliza miaka mitano yuko hapa. Amesema kazi mliyoifanya hapa Nshambya sio kazi ya kitoto, ni kazi kubwa, ni kazi ya mfano. Miaka mitano iliyobaki ni ya kwenda kumalizia kipande kidogo kilichobaki. Wangapi wanasema tunampa Gypson tena akamalizia? Ametekeleza miradi karibu ni hamsini, lakini bado anayo miradi kama ishirini na moja anayohitaji kuimalizia kwenye miaka yake mitano ijayo. Wana Nshambya, nataka niwaulize kama miradi yote hii iliyoelezwa, mimi sitaki kurudia kwa sababu iko hapa. Nilikuwa naangalia takriban bilioni tisa na milioni mia tatu zimetumika kwenye kata hii, kuhakikisha barabara, kuhakikisha huduma ya elimu, kwa maana ya elimu bila malipo, kuhakikisha vyumba vya madarasa, zahanati. Lakini zaidi na fahari yetu, wananshambya, ni hii hospitali yetu ya wilaya. Naomba tumpigie makofi ndugu yetu Gypson, yaliyo ni mambo ya kwenda kumalizia wewe. Nilikuwa namkumbusha nikamwambia wewe, wakati mnapambana mna na lile daraja la Migera wewe na mheshimiwa mbunge aliyetoka, lile daraja watu waliwabeza sana, uongo kweli wewe. Lakini leo barabara zimefumuliwa pale njia nne, sisi watu wote tunaokaa Kaororo Kashai, ile ndo barabara yetu pekee inayotupeleka Mgeme ili turudi Ruhamisheni kwa Mheshimiwa Kagasheki, piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi ndani ya miaka mitano ijayo, ndugu yetu Gypson anataka kashirikiane na Mbunge Mutasingwa ashirikiane na Dr Samia kuhakikisha kile kipande kidogo cha daraja na kale ka barabara kavumbi kanaunganishwa kwenda Mgembe ili kakutane na mradi wa kimkakati ule wa barabara nne twende Rwamishenye bila kutumia nguvu kubwa. Piga makofi kwa chama cha mapinduzi! <laughs> Lakini nikawa naangalia barabara yetu hapa inaanzia hospitali ya wilaya hapa chini inatakiwa ipite pale Karume iende kutokea Ruamisheni, ili tuiunganishe kata yetu ya Nshambya na kata jirani kwa kutumia lami. Hii ni kazi ambayo nataka kuifanya ndugu yetu Gibson kwa kushirikiana na viongozi wengine. Piga makofi kwa kwa, kwa diwani wetu sisi moye, sisi moye. Na mambo mengine, hospitali ya wilaya imejengwa kila siku serikali inaweka fedha, inaboresha wodi, zinajengwa lakini nilikuwa naangalia hapa hari ya dawa kwenye hospitali yetu ya wilaya ili kina kinamama, vijana na watu wote wa Nshambya na Bukoba kwa ujumla wasipate adha wanapokuwa pale, wakute madawa yapo ya kutosha, miundombinu ipo ya kutosha, watumishi wapo wa kutosha. Nimeona vile vile wanahitaji kwenda kuboresha miundombinu kwa kuongeza nyumba za watumishi kwenye hospitali yetu ya wilaya. Nani kama Gibson? Mambo ni mengi, mambo ni mengi. Wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi na Mnyamwezi wa Nshambya ni nani? Ni JRG, piga makofi kwa JRG. Mimi niwaombe wanshambia, Mimi niwaombe wanshambia. Bahati nzuri sana nilikuwa namuuliza, akasema yupo kijana mmoja, sio ni mwanamke, kuna mtu anagombea hapa, tunataka tukapige kura asilimia 100, zote ziende kwa Gypson. Wangapi wananikubalia? Lakini ni waombe, ni waombe watu wa Nshambya, unapopiga kura kwa Gibson usichanganye madawa haya, usichukue kituo cha afya ukachanganya na waganga wa kienyeji. Asante, asante, chukua Gibson, ongeza mbunge Mtasingwa, maliza na Dr. Samia Suluhu Hassan, piga makofi kwa rais wetu. ni manager wa Biabato leo ninawaletea Mtasingwa. Mama amefanya kazi hospitali iko pale ameshusha bilioni mia mbili bilioni mbili na milioni mia tano, kumi na tano kumalizia majengo kumi na anaenda tena kuleta bilioni nne ndani ya miaka mitano hospitali yetu iweze kukamilika ya wilaya wote tuweze kutibiwa kwa kupata huduma zilizo bora. Maji ameleta, barabara tunaona, kura zote ziende kwa Godson kura zote ziende kwa Mtasingwa na mama arudi kuru. Asante mheshimiwa mwenyekiti, najua mgombea atakuja kuwaeleza amefanya nini na atafanya nini, mbunge atafanya nini, rais atafanya nini na rais amefanya nini. Mheshimiwa, niseme jambo kubwa sana tunalojivunia kutokana na watu wetu hawa wagombea, tukiwa na diwani wetu, ipo jambo ambalo watu wengi hawaoni, lakini ni jambo la mahusiano. Wakati naendelea bado hata mgeni rasmi yuko anakuja, yuko jiani anakuja, tumekuwa alipochaguliwa Kingirumanyika na kuwa mwenyekiti wa uadisi kwenye kata yetu Mbio. na mjumbe wa kamati ya siasa aliyekuwa anabeba irani ya uchaguzi Mbio. wa ishirini na tano jambo kubwa ambalo limefanikisha mambo mengi Aaaa. ni swala la mahusiano. Zipo taasisi za serikali, zipo taasisi za watu binafsi, kushirikiana na chama cha mapinduzi, tunaongea neno moja Mio. na kama mnavyojua tunapoanza na neno Mio. neno umba Mio. neno linaingia kwenye matendo baadaye, nimeonyesha e, jambo muhimu ambayo ni utekelezaji. Kwa uchache nisema yafuatayo, imejengwa hospitali ya wilaya. Hadi sasa. Iko katika utendaji, inatoa huduma. Kata ya Nshambya, hatuna tatizo katika matibabu. Kata hazina matatizo katika matibabu. Sisi ya moyo suruhasan amejenga mawasiliano, imejengwa daraja ndio la Kiavitembe kutuunganisha na kata ya Rwamishenye. Amejenga daraja ndio la kutoka Migela kuingia Rwamishenye, kabla hajawa diwani kuwa na ajali za wanafunzi huku ka kwenda kwenye shule za Rwamishenye isem amesimamia utekelezaji wa ilani katika elimu. Mnajua Dk Samia Suluhu Hassan ametoa elimu ya bure kuanzia primari mpaka Nio. shule yetu ya msingi Nshambya imelemewa, ime na wanafunzi mpaka. Jr amejenga mpaka shule nyingine ambayo ni shule ya msingi Nshambya Mtasingwa. Safi. Nio. Nio. Mama Samia safi. Jra safi. Kingi Rumanyika safi. Nio. Nio rasmi mimi, kaulimbiu yangu ni uchache wa maneno, wingi wa vitendo. Hapa kila mmoja alipo ana vitendo vyangu, lakini kushukuru sana, miradi yote mshaitaja, wao afuata vitendo vyangu viko pale. Ukiangalia mkono wa kulia pale, ni miradi itakayotekelezwa 2025 2030. Wangapi wameshaisoma nyoshe mkono? Mimi hapa wa kwanza, wanyoshe mkono ambao wameshasoma miradi hiyo itakayotekelezwa, miradi 21 lakini bado mkono wangu wa kulia iko miradi baadhi ya miradi iliyotekelezwa miaka 25 20 na 2020 25. Hebu tuone miradi, iko miradi zaidi ya hamsini na moja. Wangapi wameshaipata nyumba kwa nyumba? Lakini hapa mahali walipo mnyoshe mikono, sitaki kuirudia, unyoshe mikono, ili mgeni lazima ajue kwamba miradi hii tayari kila mmoja ameshaiona. Kwa hiyo, lazima sina haja ya kurudia miradi, isipokuwa atakuwa na vipaumbele vya miradi mitano ambao vipaumbele vyangu itakuwa ni shule ya Nshambya, shule ya msingi ambao wanatoka Kiabitem wanafahamu ile shule ambao mwanzilishi wa shule hiyo ni mimi, la <totitikin> eh, lakini pia itakuwa na <totitikin> swala la umeme. Itakuwa ni swala langu ndani ya kata Nshambya kushughulikia swala la umeme <totitikin> wa waumeme safi. Lakini kingine itakuwa ni swala la maji ndio swala la msingi ambao, ukipata umeme ukipata maji, ndio uhai wa mwanadamu. Lakini pia tutakuwa na swala la barabara thelathini na nne zilizosajiliwa baada ya kuingia madarakani, barabara safi kwao. Barabara hizo mnazifahamu, sihitaji nizitaje hapa kutokana na muda. Lakini hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, itakuwa ni vipaumbele vyangu ndani ya kata yetu ya Nshambya. Lakini haya niweze kuyafanya, lazima niwe na mafiga matatu. Mafiga matatu oye. Aa, kwamba tulikuwa na miradi mitano ya kimkakati nikiwa mea nimeweza kuisimamia miradi hiyo, ikiwa ni kingo za mto Kanoni, ikiwa ni soko la, la soko la Bukoba mjini, lakini pia barabara kilomita kumi na standi iliyojengwa Nyanga Nyanga Nyanga. Yako mengi ambayo tumetekeleza kutokana na muda, pia barabara kilomita kumi na iliyojengwa Nyanga, yako mengi ikiri, kutokana na sitaweza kuyasema yote kuyamaliza Mheshimiwa Rais, naomba kura kwa Mheshimiwa mbunge wetu Kristoni kasiaeshimia. Asante wakina mama, wakina baba, kaka na vijana.